Baada ya kuwa tumeshuhudia draw e, ya, ya makundi ya hizi timu ambayo wataenda wataenda kushiriki ligi ya wanawake klabu e, bingwa ya Afrika, ambapo kwa Tanzania e, timu inayowakilisha Tanzania ni timu ya JKT Queens, ambayo ni timu ambayo inamilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa Tanzania timu ambayo iko chini ya jeshi la wananchi wa Tanzania, na timu hii inawakilisha ukanda huu wa CECAFA, ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na inaenda kukutana na mabingwa wengine katika Afrika kutoka kwenye kanda mbalimbali. Kwa hiyo, wanaenda kupambana na mabingwa wengine. Na kama tulivyoona E, timu yetu imepangwa katika grupu B ambapo watakutana na timu za TP Mazembe, e, watakutana na timu za Gaborone United, kutakuwa na timu ya Aseki Mom Momosa, zote ukiangalia timu hizo ni timu nzuri na timu yetu ni nzuri kwa sababu kama tunavyofahamu historia ya, ya timu hii ya JKT Tanzania ni mara ya pili na tukisema tu kwamba mwaka juzi walikuwa ni mabingwa na walishiriki katika mashindano haya, lakini mwaka jana hawakuweza kushiriki kwa sababu e, kwa, kwa namna moja au nyingine walipoteza ubingwa wa Tanzania, kwa hiyo ilienda timu nyingine. Lakini mwaka huu wameshiriki tena na katika nafasi zote walizoshiriki wameweza kuwa mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya e, ukanda huu wa Sekafa na wamechukua ubingwa huu nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaweza kuona kwamba mwaka juzi walichukua ubingwa huu nchini Uganda, ambao mashindano yale yalifanyikia kule Uganda, na mwaka huu wameweza kuchukua ubingwa huu katika mashindano ambayo yamefanyikia kule nchini Kenya. Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba mnaweza kusema labda hii timu ina, ikiwa nyumbani na inapata sapoti kubwa sana, hapana. Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira mzuri kwenye, ni, ni, ni timu ambayo ni, ni, ni timu nzuri katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati na tunaweza kusema na Afrika. Kwa hiyo wanaenda kushindana kule Cairo. Nategemea timu hii itaondoka Tanzania tarehe tano kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano haya kule Cairo. E, mimi kama mlezi wa timu ya JKT Queens sina wasiwasi na vijana. Ni timu ya Watanzania e, ninaamini ni timu katika timu hii, ni timu ambayo ina wachezaji wa taifa hili ili la Tanzania. Vijana wote walio wanaocheza katika JKT Queens ni vijana aidha askari wa Jeshi la Ulinzi la Tanzania au ni vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, na baadhi vijana wa Tanzania, si vijana hatuja, timu hii hatujasajili kutoka nje ya Tanzania na ndio sera yetu kwamba tutaendelea kuwa na wachezaji ambao ni Watanzania na wanaenda kuonyesha soka la Kitanzania. Kwa hiyo, niwahakikishie Watanzania wawe na matumaini na timu yao. Timu imelelewa vizuri katika nidhamu za kijeshi e, lakini kwa sababu ni mashindano e, kila timu imejiandaa kwa hiyo tunaenda kushindana, kwa hiyo timu hii inaenda kushindana, lakini nahakikisha na kwamba maandalizi ya timu ni mazuri sana na wachezaji wako katika hali nzuri kwa ajili ya kwenda kushindana. Ndio naweza kutewa, ndio commitment yangu kwa Watanzania. Kwa hiyo Watanzania tutegemee kwamba timu yetu inaenda kufanya vizuri katika mashindano haya ya klabu bingwa ya Afrika ya ligi ya wanawake. Sasa tunayo JKT Queens ambayo ndio mabingwa wa Tanzania na ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati e, timu hii ina, inabeba icon ya Watanzania, ndio icon yetu. Ni timu yenye wachezaji wa Tanzania, wachezaji wazalendo wa, wa nchi hii. Kwa hiyo tuendelee kuishangilia kuishabikia popote pale inapokuwa inacheza, tuipe sapoti tuipe hamasa, ili timu hii iendelee kufanya vizuri zaidi kwa, kwa niaba ya Watanzania. Hiyo ndio wito wangu. Wachezaji, wachezaji wetu wa JKT Queens wanafahamu, wanafahamu sapoti wanayoipata kutoka kwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania. Ninapozungumzia Jeshi la Ulinzi, ninazungumzia ninamzungumzia mkuu wa majeshi ya ulinzi, ambayo timu hii JKT iko, iko nda, ni, ni sehemu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ninaongea kwa niaba ya mkuu wa majeshi kwamba e, mkuu wa majeshi wakati, ameweka nguvu kubwa sana katika timu zetu hizi na mojawapo ikiwa ni JKT Queens, kwamba amejitahidi ame kwamba kuweka nguvu na hamasa na, na kubwa katika timu hizi na wachezaji wenyewe wanafahamu vizuri, wanalifahamu hilo. Kwa hiyo ni msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi na hamasa kwa wachezaji. Wachezaji wale wanache, wachezaji wale wanacheza kwa moyo mmoja. kwanza, kwanza wanali, wanacheza kwamba wanaliwakilisha jeshi letu vizuri kabisa, lakini wanaenda kuiwakilisha nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E, sina wasiwasi nao, sina wasiwasi na uzalendo wa hawa vijana. ni, ni askari wetu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ni vijana wetu wa Jeshi la Kujenga Taifa, na baadhi ni vijana ambao ni vijana wachezaji wazalendo wa, wa Tanzania kutoka katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni timu ambayo ina hamasa kubwa sana.